Wanama na Chino Wanama, yes bwana, katika hali ambayo imeweza kuweka taharuki bwana, baada ya Wanaman Gang kuachia wa ngoma kali ambayo Chino Kids amewachukua dogo zake na kuweka hapo kati ili kuleta new test ni town bwana. Unataka kufahamu wakina nane ambao wameweka tukizungumzia kuhusiana na Mama Amina. Uh, kwetu itakuwa sio geni kwa sababu Chinokirisi alikuwa ameweka hadharani kumsajili Mama Amina so far. Kuna mtu mzima hapa king'amuzi ambaye amekuja kama ugeni wa kuongezea nguvu kwenye collaboration hiyo, so watu wengi walikuwa wakisubiri unyama huo, ambao kwa majina yake anaenda kama Nuna au vipi, unatakiwa ununi so, Chino ameposti like a teaser katika mtandao wake wa Instagram, na kuonesha kwamba watu anytime goma linakuwa linaachiwa. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba ni soon as possible, tunaweza tukashereheka na goma kali la Nuna. Ikiwa ni 7 hits, unaweza ukasubscribe channel yetu hapo, pia ukasambaza maudhui yao, ukashiriki kwa watu wengine. Jina langu naitwa Dole Tony katika mitandao ya kijamii. kal uobw